Kituo cha televisheni cha kimataifa cha CNN kimechapisha video inayoonyesha unyama mkubwa na wa kutisha uliofanywa na Samia Suluhu Hassan wakati na baada ya maandamano yaliyofanyika Oktoba ishirini na tisa. Kwa hakika video hiyo inatisha, inasikitisha na inatia hasira vibaya sana. Sasa, kutokana na utaratibu wa YouTube, uh, hawa wamiliki wa huu mtandao wa kijamii wa YouTube kwamba video zikiwa na vitu vya kutisha sana inaweza ikashushwa. Kwa hiyo, kwa, kujili, kwa ajili ya kuchukua tahadhari, nilichofanya katika makala hii ni kuchukua tu baadhi ya vipande ambavyo ni salama, lakini vinakupa picha ya yani nini kilichomo katika video husika na pia makala hii inaeleza kwa kifupi kilichomo katika video husika. Hata hivyo Jasusi TV imefanya jitihada zaidi, imedownload video husika, na hapo kwenye maelezo chini ya video hii, chini ya makala hii, nimeweka link. Ukienda kwenye hiyo link, utaiona video kamili. Pia nafanya jitihada za ku transcribe hiyo, yani kwa maana e, kutoa katika Kiingereza kwa Kiswahili, ili kila mtu anayeangalia ambaye kama Kiswahili ya Kiingereza akipandi aweze kuelewa kilichomo hata hivyo hata kama huelewi Kiingereza, kwa kuangalia tu ile video unaweza kuelewa kwa kiasi gani Samia ni yaani, hakuna neno sahihi la kuweza kueleza. Bado haingii akilini mwa watu wengi kwamba kwa nini mtu anaweza kuwa katili kiwango hiki, kwa sababu huu sio ukatili wa kawaida. Baadhi ya watu wanasema huu sio ukatili, yaani labda ni maradhi ya akili, ambapo mtu anataka kuona idadi kubwa kabisa ya watu wakiwa wanapoteza uhai wao. Na ikumbukwe kwamba kwa licha ya haya yanayoripotiwa haya yanayoripotiwa katika video hii ya CNN ni matukio ya, ya, ya siku kadhaa zilizopita, yani, baada ya tarehe 29. Kwa hiyo nimekusanya ushahidi na video mbalimbali ambazo mbali mbali mbali zinaletwa wakati baada ya video hiyo kutengenezwa, na hadi muda huu kuna matukio mengi zaidi yanaendelea, na kwa bahati mbaya mauaji bado yanaendelea kwa kasi tatengeneza video nyingine kuhusiana na mpango hatari ambao Samia anaufanya kuhusiana na maandamano yanayopangwa kufanya uh, Desemba tisa, ambayo Watanzania wamehamasishana kwamba watafanya maandamano siku hiyo, kwa upande mmoja kuwaenzi mashujaa waliouawa uh, waliouawa na Samia wakipigania haki za nchi yao uh, lakini pia kufikisha ujumbe kuwa hawamtaki muuaji awepo Ikulu. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, nitaelezea kwa kifupi yaliyomo katika hiyo video. Kwa hiyo uchunguzi wa hiki kituo cha, cha TV cha kimataifa cha CNN umeonyesha matumizi makubwa ya nguvu dhidi ya wa waandamanaji nchini Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba uh, uliopangwa kufanyika Oktoba 29, uchaguzi ambao kimsingi haukufanyika kwa sababu siku hiyo Watanzania walijitokeza kwa maelfu yao kufanya maandamano. Video hizo ambazo zimethibitishwa zinaonyesha polisi wakiwa pamoja na watu wengine ambao hawakutambulika, wakiwa wenye silaha na walikuwa wakiwafyatulia risasi vijana waliokuwa wakiandamana, lakini pia waliwafyatulia risasi vijana na watu wengine ambao walikuwa wamekaa, hawakuwa kwenye maandamano. Na hili ni muhimu sana kuelewa, kwa sababu lugha inayotumika ni kulaumu kwamba hao vijana wameuawa kwa sababu walikuwa wanachoma moto vitu, walikuwa wanafanya vurugu na vitu kama hivyo. Idadi kubwa ya waliouawa hawakushiriki maandamano na hadi muda huu mauaji yanaendelea, wakati maandamano yaliisha takriban uh, uh, Novemba tatu au nne maandamano yalikuwa yamekwisha, lakini mauaji yanaendelea mpaka muda huu ambapo natengeneza video hii. Taarifa ni vigumu kuthibitisha taarifa hizi, lakini taarifa, kwa mujibu wa taarifa, wanadai kuwa idadi ya watu waliokufa mpaka muda huu inazidi elfu kumi na hilo sio la kushangaza, kwa sababu idadi hata kama utakavyoangalia katika video inaonyesha kuwa watu wengi sana waliuawa huko mwanzoni, kwa sababu hii video imetengenezwa mwanzoni Uh, mwa haya matukio uh, haiyakava kilichojiri wakati video hii ilipokwisha na mpaka muda huu tunapoongea, ambapo mauaji yanaendelea uh, kwa hiyo, uh, ma katika video kuna maelezo kuwa uh, katika uchunguzi huu unaonyesha kuwa mamlaka, kwa maana ya serikali na taasisi nyingine, ziliweka zuio la kutembea usiku. Nakumbuka siku ile tarehe 29 na uh, wakasema usiku kutakuwa ile wanaita kafyu, yani kutotembea usiku, zuio la kutembea usiku lakini pia hii iliambatana na kuzimwa kabisa kwa mtandao wa internet. Uh, lengo lilikuwa hasa la, le, malengo yalikuwa mawili la kuzima internet. Lengo la kwanza ambalo ndio la msingi lilikuwa ni kufanya mauaji ya kutisha, mauaji makubwa sana yalitokea usiku wa tarehe ishirini na tisa kuamkia tarehe thelathini ambapo hawa machinjachinja walitembelea sehemu mbalimbali wakawa wanaua lakini ilikuwa vigumu kupata uthibitisho kwa sababu mtandao ulikuwa umezimwa na hakukuwa na mawasiliano. Kwa hiyo kuna mauaji makubwa sana yaliyofanyika siku ya kwanza hiyo tarehe 29 usiku wa tarehe 29 kuamkia tarehe 30. Lakini sababu nyingine ya kuzima internet ilikuwa kudhibiti mawasiliano kwa sababu walikuwa na hofia kule ushahidi unaweza kutoka, na mpaka sasa hivi wanahangaika kufanya hizi jitihada za kuficha ushahidi, kama utaoangalia katika video husika unaona kuna idadi kubwa kabisa ya makaburi ya halaiki, wametupa wame, wame maiti kwa pamoja katika maeneo makubwa kabisa. Yaani ni unyama ambao, kwa, kwa hakika hauelezeke. Ah, kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hii ya CNN inasema kuwa um, awali serikali hailisema hakuna aliyeuawa, lakini baadaye maelezo yakabadilika, lakini haijatoa mpaka leo hii serikali haijasema watu wangapi wameuawa. Na huyo Samia mwenyewe awali alisema kwamba walioandamana walikuwa raia wa kigeni, baadaye akabadilisha gia akadai kuwa ni vijana ambao walikuwa hawajui watendalo, um, wameshawishiwa tu, wanafuata mkumbo, mpaka akajipa umungu mtu na kusema yeye akanukuu kutoka katika Biblia kusema Bwana Mungu uwasamehe kwa sababu hawajui watendalo, kwamba hawa watu waliowaua walikuwa hawajui wali, watendalo. Lakini kwa hiyo yeye kawasamee, yeye ndo kawaua, alafu yeye kawasamehe. Jana kabadilisha tena stori, anasema kwamba kuna mashirika yasiyo ya, ya kiserikali NGOs, ambayo yalitoa fedha kwa ajili ya waandamanaji. Sasa unaweza kujiuliza hizo fedha zilizotolewa, idara ya wa usalama wa taifa imefariki ilikuwa wapi? Kwa nini sijui kuhusu vitu hivyo? Hata ile kauli ya kwanza aliyotoa kwamba si kuna wanajeshi, kuna kuna vikundi kutoka nje viliingia. Kama vikundi kutoka nje viliingia kuja kuandamana, hii nchi ni salama kiasi gani? Je, magaidi wakitaka kuja kuja endapo hao walokuja na usiku kweli? Lakini tuzungumze kwa hicho alichokisema, endapo hao walokuja kwa ajili ya kuandamana wangekuwa magaidi. Nchi ingekuwa katika hali gani? Kwa hiyo kujitetea ndio kwa kiasi kikubwa anaonyesha udhaifu wa serikali jinsi ilivyo. Ah, kwa hiyo taarifa hii inaeleza kwamba maiti nyingi zilikuwa zimeta, zimetapakaa katika hospitali za Mwananyamala jijini Dar es Salaam, pamoja na hospitali ya Sekoture mjini Mwanza. Na katika Mwanza, picha zilionyesha miili ikipangwa nje ya chumba cha maiti baada ya ndani kuwa kumejaa. Daktari mmoja wa Mwanza Aliambia CNN kuwa maiti zililetwa mfululizo kwa siku kadhaa, nyingi zikiwa za vijana wa kiume waliojeruhiwa kwa risasi. Alisema majiraha yalikuwa kichwani, kifuani, tumboni na kwenye miguu. Video nyingine kutoka Dar es Salaam zinaonyesha miili ikirundikana sakafuni katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Mwananyamala. Wizara ya Afya ilikanusha video hiyo, lakini haikutoa majibu zaidi kwa CNN ilipo. CNN iliifuata Wizara ya Afya kudadisi, lakini hawakujibu. Uh, mwanamke mmoja alitambua miili uh, mwili wa ndugu yake katika video hiyo, akisema uh, familia yao ilikuwa kimtafuta marehemu uh, bila mafanikio uh, lakini pia kuna watu wengi walifanikiwa ku, kupitia video hizo kuwatambua ndugu zao ambao walikuwa wameuawa. Mashahidi walioripoti kwa CNN walisema maandamano yalianza asubuhi siku ya kupiga kura na kuendelea katika maeneo kadhaa. CNN ilichunguza tukio moja huko Arusha ambapo video inaonyesha polisi wakifyatua risasi na kumuua mwanamke mjamzito aliyekuwa akikimbia. Mwanamke huyo alionekana akiwa mwanamke um, huyo alipigwa risasi mgongoni wakati akiwa hana kitu chochote. Video inaonyesha damu ikitoka katika kwenye nguo zake na waandamanaji wandaman, wakijaribu kumsaidia bila mafanikio. Um, ucha, uchunguzi wa sauti uliofanywa na Profesa Robert Maha kwa uh, CNN walimfuata huyu profesa kufanya uchunguzi, unaonyesha risasi hiyo ilifyatuliwa kwa umbali wa takriban mita mia moja kumi na mbili kutoka uh, video iliporekodiwa. Kadhalika, dakika chache baadaye, video nyingine inaonyesha kijana katika fulana nyekundu akianguka baada ya kupigwa risasi kichwani. Video inaonyesha kijana huyo akiwa hana kitu mkononi, wakati muda wakati muda wa risasi yani, wakati alipopigwa risasi na mtu mmoja na rekodi anasema alisikika kusema Oh my God this is our Tanzania. Au changanuzi wa sauti unaonyesha kuwa risasi hiyo ilifyatuliwa umbali wa mita tisini na tano kutoka eneo walipo polisi. Mashahidi waliambia CNN kuwa maandamano hayo yalikuwa ya amani kabla ya risasi kuanza kufyatuliwa moja kwa moja kwenye makundi ya watu. CNN pia ilipokea video kutoka Dar es Salaam zikionyesha watu waliovaa kiraia wakishuka kwenye magari meupe na kufyatua risasi ovyo kwenye makazi ya watu. Kadhalika, CNN ilionyeshwa video katika maeneo ya Segerea na Tabata Tabata Road. Uh, video zilizorekodiwa kwa drone zinaonyesha waandamanaji wakikimbia kwenye mitaa midogo na kujificha kwenye, kwenye nyumba huku magari meupe Uh, yenye hao watu waliokuwa wamevaa kiraia akiwasogelea wakiwa na silaha wakishuka na kufyatua risasi mfululizo. Video nyingine zinaonyesha watu hao wakifanya kazi sambamba na polisi waliovaa sare katika eneo la ubunge la Ubungo. Pia kamati, kampuni ya Viral Scout Management, hii ilikuwa inajihusisha na vipaji vya vijana, ilitoa taarifa ikisema wachezaji wake saba wa soka waliuawa kwa kupigwa risasi majumbani mwao wakati wa maandamano baadaye uh, taarifa ilizokuwa miili yao yote, miili sita kati ya hiyo saba haijapatikana. Mwanamke mmoja alimtambua ndugu yake katika video ya Mwananyamala, alisema pia kwa ndugu yake. Ndugu mwingine alipigwa risasi na kuuawa mkoani Mara, lakini mwili wake haujapatikana. Na Chadema walikuwa wanadai kwamba mamia ya miili ilitupwa kwenye maeneo yasiyojulikana na kwamba baadhi ya familia hazikuweza kupata taarifa kuhusu ndugu zao waliopotea. Mashirika ya haki za binadamu Uh, na vyanzo vya vyanzo mbalimbali vileleza CNN kuwa baadhi ya mili kutoka Dar es Salaam ilizikwa katika kaburi la pamoja katika ma, ma, maeneo ya makaburi ya Kondo huko Kunduchi. Pia satellite za Planet Labs, hizi ni taasisi za uchunguzi na tarehe tisa na tarehe kumi na tano zinaonyesha udongo uliochimbulia katika eneo lisilotumika awali, takriban mita 60 kutoka makaburi yaliyopo, na uchambuzi wa satellite wa Sentinel 2 Unaonyesha kazi hiyo ilifanyika kati ya Novemba mbili na tano, kipindi ambacho ripoti ya vifo vilikuwa vinaongezeka. Kwa hiyo haya ni makaburi ya halaiki ambapo watu walikuwa nazikwa. Video ya ardhini iliyopatikana kwa CNN inaonyesha mistari ya udongo mpya uliogeuzwa ikiwa ni sehemu ya mizizi inaonyesha na mabaki, mabaki ya vitambaa juu yake. Video hii inalingana na picha za setilaiti zilizoonyeshwa eneo hilo likiwa limechambuliwa uh, karibuni. So haya maelezo yote ni kwamba huu ni uthibitisho kwamba maiti Uh, kuna maiti ya halaiki zimekuwa zikizikwa katika uh, eneo ni makaburi ya halaiki ambapo miili mingi ilikuwa imezikwa, lakini pia na taarifa kwamba baadhi ya miili ilipelekwa kiwanda cha saruji na kuchomwa. Kwa hiyo huu ni unyama ambao anaendelea kuufanya Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo angalia video, nimeweka linki hapo chini na karibu utoe comment hapo uh, kwenye sehemu ya comment. Asanteni na kwaherini.